Tuko vizuri. <maji in Spanish> Uh, uh, Ahmed Ally, uh, safari ya mnyama kuelekea Afrika ya Magharibi kuzisaka alama tatu, maandalizi yako vipi ya kwa ujumla? maandalizi yamekamilika kwa asilimia 60 kwa maana ya kwamba tumefanya maandalizi kwa siku mbili mara baada, siku tatu mara baada ya mchezo wetu wa mwisho ama mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya Petro tukaamkia uwanja wa mazoezi kwa siku hizo na sasa tunasafiri safiri hii leo kuelekea Mali ambapo tunakwenda kukamilisha asilimia arobaini na baada ya hapo Jumapili ya tarehe 30 ya mwezi huo kumi na moja tutashuka uwanjani kwenda kukamilisha kile ambacho tumekifanyia maandalizi kwa takriban wiki moja. Kwa namna moja au nyingine, kipigo ambacho mlipokea katika uwanja wa Benjamin Mkapa hakikuwateteresha kisaikolojia na kwa namna ambavyo unaona benchi la ufundi na wachezaji mentality yao kuelekea kwenye mchezo huu ikoje, haijatuteteresha, eh, zaidi ya kwamba imetukumbusha ya kwamba tunatakiwa kufanya nini zaidi ili tuweze kupata eh, ushindi katika mchezo unaokuja. Mtu mwerevu anapo anapojikwaa, basi anachokifanya huwa ni kuangalia pale alipojikwaa, kama ni kuondoa jiwe, kama ni kufanyaje, anafanya hivyo na kujipanga tena, ili wakati mwingine asijikwae katika eneo hilo. Tumefungwa na Petro, e, ni, ni, ni matokeo ya kushtua kwa sababu kwanza tulikuwa nyumbani, pili ilikuwa ni mechi ambayo tumejiwekea mazingira mazuri ya kushinda na kama haitoshi e, tuko Benjamin Mkapa ambapo tayari inatambulika kuwa ni ngome kongwe ya mnyama kwa ajili ya kujipatia matokeo mazuri. Kwa hiyo kufungwa kule e, kukatufanya sisi turejee tena katika meza ya, ya, ya, ya, ya kujipanga. Tumejipanga upya kuhakikisha kwamba katika mchezo unayokuja ama michezo inayokuja tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo imekuwa ni jambo zuri pengine ya kwamba mwanzo ule mbaya umetupa nafasi ya kujitathmini upya na kuongeza makali yetu ya maandalizi ili twende tukapate matokeo chanya huko mbeleni. Stade Malien walipata e, matokeo e, kwa maana ya kwamba sare iliyowapa alama moja dhidi ya mpinzani mgumu sana Esperance, tena akiwa away. Hii inaonyesha nao si masihara ya kundi letu, kila mtu anajimudu. Ndio maana unaona eh, Petro ameweza kutamba ugenini, Stade Malien ameweza kutamba ugenini, ameweza kutamba ugenini Esperance ambaye, eh, alikuwa anapewa nafasi kubwa, ameshindwa ame kupata pointi nyumbani kwake. Mnyama ambaye anapewa nafasi kubwa kwenye kundi hili tumeshindwa kupata pointi nyumbani kwetu. Eh, hii ni dhahiri shahiri ya kwamba ni kundi ambalo halitabiliki. Yule unamdhania ndiye kumbe si, na yule ambaye anamdhania si kumbe kumbe Ndiye. Yote kwa yote e, sisi tunamheshimu sana Stade Malien kwa uwezo mkubwa aliuonesha katika mechi ile dhidi ya Esperance, lakini sisi tulijua baada ya kufanya overall tathmini e, kabla ya mechi kuanza tulijua ya kwamba tunakutana na timu za aina gani. Tulisema wazi tangu mwanzo ya kwamba e, hatumchukuli poa Stade Malien na wala hatumchukuli poa Petro de Luanda na wala hatumchukuli poa poa kabisa Esperance, kwa sababu ni timu zinazoonekana kuwa zimejipanga vilivyo na timu ambazo zinaonekana kuwa ni ngumu japo e, watu kwa kuwa hawazifahamu sana wanazichukulia poa poa, lakini kiuhalisia ni kwamba ni wapinzani wagumu sana ambao tunakwenda kukutana nao. Kitendo cha kuchukua e, alama moja pale Tunisia kinatuongezea sisi e, mlima mkubwa wa kupanda mbele, mbele ya Stade Malien kwa sababu E, pamoja na uzuri aliokuwa nao na alivyokuwa anajiamini Stade Malien lakini tunaamini sare ile aliyoipata dhidi ya, ya, ya, ya Esperance imemwongezea confidence zaidi katika hii michuano. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na, na Stade Malien ambaye e, confidence yake imeongezeka. Tunakwenda kukutana na Stade Malien ambaye anaamini ana uwezo wa kupata alama tatu nyumbani kwake kama ameweza kupata e, alama moja katika uwanja wa ugeni. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu sana, lakini yote kwa yote, sisi tumejiandaa vyovyote iwavyo, twende tukapate matokeo mazuri pale nyumbani kwake, na hiyo inawezekana kwa namna ambavyo eh, timu imerejea ime, ime tena katika uwanja wa mazoezi kwa siku hizi chache, namna ambavyo wachezaji wameamka wenyewe kwa wenyewe na kutaka kuipambania Simba Sports Club itatusaidia pakubwa kwenda kupambana dhidi ya Stade Malien.

ya yeah, Bajabeira anaendelea vizuri eh, ama amepona kwa asilimia tisini na tisa eh, na ameshaanza kufanya mazoezi na kikosi kwa takriban wiki moja sasa, na tangu amerejea katika uwanja wa mazoezi. Na bahati nzuri ama mbaya kwake, amepona wakati ambapo eh, timu inakabiliwa na mechi ngumu kweli kweli. Inakuwa ni ngumu mchezaji ambaye amekaa nje ya uwanja kwa kwa, kwa, kwa matibabu kwa miezi miwili mitatu, arejee tu uje umpatie mechi e, mfano mechi dhidi ya Petro ama mechi hii dhidi ya Stade Malien, bado confidence yake iko chini, kwa sababu ametoka kwenye majeraha makubwa, bado e, fitness yake haijakuwa ya asilimia mia moja na kwa mantiki hiyo basi option iliyopo ni kumwingiza taratibu kwenye kikosi. Ndio maana unaona e, mechi ya kirafiki dhidi ya JKT Tanzania alipata dakika za kucheza kwa sababu ni mechi ya kirafiki, inamsaidia yeye mwenyewe kurejesha confidence yake, inamsaidia kutafuta match fitness pamoja na, na, na, na, na, na, na physical fitness. Sasa huwezi uh, kumtoa mchezaji ambaye ndio kwanza ameanza kujitafuta, alafu kaja kumpachika kwenye mechi kama, kama hii ya Petro di Luanda ama mechi hii, kama hii ya Stade Malien. Kwa option nzuri zaidi kwa ajili ya kumsaidia mchezaji mwenye weba Jaber, aweze kuingia taratibu kwenye kikosi, ni kufanya mazoezi kwa muda mrefu zaidi, na endapo unapata mechi ambazo hazina uzito mkubwa ndipo ambapo unampa nafasi dakika zake anacheza mpaka pale ambapo muda utafika na kukabidhiwa mechi kamili ambayo zitakuwa ni mechi ngumu kama hizi ambazo tunashiriki kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika. Kwa mimi nichukue nafasi hii kuambia Wanasimba wasiwe na, na, na, na haraka wasiwe na pressure, unaweza ukamlazimisha kadri unavyoweza kumlazimisha acheze kwa sababu tu watu wanamsubiri ama watu wanashauku naye alafu akaingia uwanjani akaanda perform kwa sababu ya hofu ya majeraha alotoka kutibiwa ama akaingia uwanjani akapata jeraha kubwa zaidi akakaa nje kwa muda mrefu zaidi. E, maamuzi yanayofanyika ni maamuzi sahihi sana ambayo yamezingatia ushauri wa kitabibu, ya kwamba mchezaji akitoka kwenye injury kubwa kama hiyo, mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu, iko namna yake ya kurejea ya kiwanjani taratibu, sio tu kwa sababu ya ham hamjamuona muda mrefu basi pap Petro di Luanda hawa hapo, Bajaber na yeye unampa nafasi, anaingia mle kutokana na kuto kuwa fit kwa asilimia mia moja, anafika mle anaumia tena anajitonesha ama anashindwa kuperform e, kwa sababu fitness yake aliyokuwa nao yeye na wachezaji wengine ni tofauti sana, kwa sababu hawa wengine tangu mwezi wa nane huku wanacheza mechi. Huyu ndo kwanza mwezi wa kumi na moja huu anaanza kujitafuta taratibu. kikubwa ni subira tu atacheza ata, ata tu Bajaber na tutafurahia matunda yake. Ahmed, kuna video ilikuwa inasambaa ya kocha eh, mara baada ya mchezo uliopita dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mashabiki wengine eh, wakiwa eh, ni kama wanazomea hivi mara baada ya mchezo kumalizika. Hii kwako video kwanza binafsi uliiona na ilikupa picha gani baada ya kuiona lakini pia una neno gani kwa mashabiki kuhusiana na uh, Meneja Pantev? Kwanza kikubwa, mashabiki wa Simba wanapaswa kuwa wastahimilivu. Eh, iko ndio kitu cha msingi sana, na wanapaswa kuwa na uelewa mkubwa na mpira wa miguu eh, mpira wa miguu na matokeo hayo ya kufungwa. Na unapoishangilia Simba ama unaposhangilia mpira, lazima uwe na akiba hiyo kwamba siku fulani mimi nitafungwa, inawezekana ikawa ni siku unaoijua ama siku soijua, lakini hiyo siku ya kufungwa ipo, kwa sababu timu isiyofungwa duniani hapa haipo. Kuna siku utafungwa nyumbani kwako kuna siku utafungwa away lakini utafungwa tu. Hilo ndo jambo ambalo eh, kila mwana Simba anapaswa kulielewa. Tusiufanye mpira kama, kama, kama mchezo ambao tumeuanzisha sisi kwamba lazima tutashinda tu iwe iwe iwavyo, na tusijipe si, tu ukubwa unaopitiliza. Ni kweli ya kwamba timu kubwa haitakiwi kupoteza, lakini tukipoteza, kila mtu lazima atambue kwamba maamuzi ya mpira yameamua hivyo. E, eh, leo ukiangalia timu kubwa kubwa zote duniani na weekend iliyopita hii leo, tunakwenda kwenye kwenye, kwenye kwenye nini, e, kwenye UEFA kwenye Champions League, watu wamefungwa, hakuna ambaye alitegemea ali e, yale ambayo yametokea. Tumeona kilichotokea kwa kwa Barcelona, kilichotokea kwa Liverpool, kilichotokea kwa kwa, kwa kwa kwa kwa kwa nani ule Bayern Munich. Zote hizo ni timu kubwa ambazo zimefungwa kwenye michuano ya Ulaya. Kuna Simba e, kufungwa e, lazima itatokea tu katika maisha yetu ya mpira wa miguu, hata kama itakuwa ni Benjamin Mkapa, ili mradi utafanya makosa ya kiwanjani lazima utaadhibiwa. Sasa nini kina, kinafuatia baada ya kufungwa? Mnakaa chini, mnaangalia kwa nini tumefungwa, tumekosea wapi. Na baada hapo mnajirekebisha tena kuelekea katika mechi inayofuata. Ingekuwa ni mechi ya mwisho, hii ndio tumefungwa na tumekosa nafasi ya kwenda hatua inayofuata, hapo tungeweza kuchapana hata viboko. Imekuaje, bana? Mnyama amefungwa ameshindwa kwenda hatua inayofuata, lakini ni mechi ya kwanza. E, tumepoteza mechi ya kwanza. Mbele yetu tuna mechi tano zinatusubiri mbele yetu, kuna pointi kumi na nane katika hatua ya makundi, kuna pointi kumi, kuna pointi kumi na nane E, Simba tumepoteza alama tatu, tumebakisha na alama kumi na tano za kuzipigania sasa. Ukiangalia tuliyopoteza ni tuliko tuliopoteza ni, ni, ni alama chache, zilizobaki mbele yetu ni alama nyingi zaidi. Tukianza hivi sasa eh, kila mmoja kutoa, kutoa sauti yake, huyu akisema ya vile, huyu akisema hivi, huyu akisema vile, ni rahisi mno kujipoteza katika, katika mtiririko, ni rahisi kujitoa katika lengo na hatimaye unajikuta mnafanya vibaya hata katika mechi zinazokuja. Mimi rai yangu kwa Wanasimba, Eh, matokeo mabaya tumeyapata, hayaepukiki. Sometimes huwa yanatokea, haijalishi tunayapenda ama hatuyapendi, lakini imeshatokea. Baada ya kupata matokeo hayo mabaya, nini kinafuata? Ni kujipanga upya kwenye, kwenye maisha Unaweza, unaweza ukaitengeneza kesho yako lakini hata uwe mtaalamu vipi uweze kuibadilisha jana yako. Jana imeshapita imeshaharibika. Hakuna namna nyingine yoyote, cha kufanya ni kuiangalia jana yako imeharibikia wapi, ili uitengeneze kesho yako. Kwa hiyo tuangalie zaidi mechi zinazokuja, tunavukaje hapo? Tunapataje alama kumi na tano katika alama kumi na tano na baada ya hapo mnyama aende hatua ya robo fenali. Na mimi niwaambie wana Simba wala wasihamanike, hii sio Simba ya kuikatia tamaa, hii sio Simba ya kupagawa kwa kupoteza mechi moja, hii siyo Simba ya kupoteza Focus kwa kupoteza mechi moja. Hii Simba ni ni lidude likubwa mno. Ni timu yenye uzoefu mkubwa mno. Ni timu ambayo tumeshapita kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye changamoto kubwa na nyingi na bado si, unasinzia una, una pet unasinzia, unasinzia, nakuona wewe, basi, ah umenongewa, unasinzia saa tisa hii baba <laughs> una enjoy, eh? Hii simba <laughs> bwana, nimeshapitia katika nyakati ngumu, nyakati nzito, nyakati kweli kweli, na bado simba yetu ikatoboa. Na hii sizungumzii zamani ya kina Mufulila Wanderers, naizungumzia simba ya hapa katikati, watu wote wanaejua. Kwa hiyo uh, tusahau mema na ubora wa simba hasa kwenye kufanya mabadiliko kuelekea mbele. Kwa hiyo wana Simba wala wasiwe na, na, wasiwasi na wasi. Simba yao itarejia. Sisi hata tukipoteza mechi ya Stade Malien bado tupo katika mstari wetu, kwa sababu mechi nne zitakazobaki, tuna uhakika wa kufanya maajabu hapo. Wana Simba wala... wasi wasi, wasi, wasi. Eh? Ah -ah. Hata, hata kama inatokea tunapoteza mechi na Stade Malien bado Simba hii tunayo ujasiri wa kusema ya kwamba tuna uwezo wa kufuzu robo fainali kwa kutumia mechi nne ambazo zitakuwa zimebakia. Na haya sio mambo ambayo tunazungumza kutoka kichwani kwenye ndoto za Alinacha, ni mambo ambayo tunazungumza kutokana na historia na ubora tuliokuwa nao Simba Sports Club na uhakika wa matukio yetu nyama nenda robo fainali bila shaka hatujawahi kuishia hatua ya makundi eee, hata tukiwa tuna, tuna wakati mgumu kiasi gani ama hatuko vizuri kiasi gani, lakini sisi kuishia hatua ya makundi ni mwiko kwetu. Kwa hiyo tunajua nini cha kufanya, tutakifanya na mnyama ataenda hatua ya, ya, ya, ya, ya robo finali, hilo wala halina mashaka hata kidogo. Asante sana.